udondozi wa magazeti ambayo yametufikia hapa mezani kwetu magazeti takribani yote katika vichwa tofauti tofauti lakini yameandika kuhusiana na ushindi wa raisi mteule wa marekani bwana donald trump ambaye atakuwa ni, wa wa kubwa, uh, eh, ni wa rais wa 45 wa nchi hiyo kubwa duniani gazeti la uhuru linaandika ni donald trump akiwa ameweka ile alama ya dole gumba awa rais wa 45 wa marekani dunia yapigwa bumbu wazi Pichani ni matukio, picha za chini ni matukio tofauti yanayoambatana na ushindi huo wa bwana Trump. Habari Leo linaandika Magufuli ampongeza Trump. Haya, wanafunzi hewa elfu sitini na tano mia moja tisini na nane wabainika shule za msingi sekondari nchini. Vyama vya mapalala mzirai vyafutwa Zanzibar Leo linaandika kimeeleweka, Trump amgaragaza Clinton, avunja ngome za Democratic, amwagiwa pongezi duniani kote, aahidi kuiunganisha tena Marekani. Habari nyingine anasema, Fatma Karume anasema CCM msipoteze muda kuijadili Kafu, awashukiwa, awashukiwa viongozi ving'ang'anizi UWT. Jambo Leo <clears throat> linaandika uchaguzi Trump wa dua za dunia Marekani ni baada ya kuvuka milima na mabonde ya kampeni, atumia maneno kama ya Magufuli akikubali ushindi. Haya, rais pichani anaonekana hapo, rais mteule wa Marekani Donald Trump akitoa hotuba yake ya ushindi jana kwenye makao makuu ya kampeni zake jijini New York nchini Marekani. Haya, msajili afuta vyama vitatu vya, vya siasa Aya mahakamani, Mkenya agushi vyeti ajiriwa benki kuu ya Tanzania. no raia wa Kenya Joel Rweyendera mwenye umri wa miaka 37, ama Joel Macharia, aliyekuwa mfanyakazi wa benki kuu ya Tanzania BOT, amefikishwa mahakamani kwa tuhuma kumi ikiwamo za kugushi cheti cha kuzaliwa na kupata kazi benki kuu ya Tanzania na kitambulisho cha utaifa Sauti ya Watu, Tanzania Daima lenyewe linaandika ufisadi wa kutisha, bilioni nne zapotea, meneja wa machinjio hewa alipwa milioni mia saba themanini na moja. Aya, habari nyingine kubwa, Marekani yapata mtoto wa kiume <laughs> ni Donald Trump, ushindi watikisa dunia. Haya, wakurugenzi wa JPM waitwa vilaza, ni ukurasa wa tano wa gazeti hilo. Mtanzania fikra ya kinifu linaandika, Trump kiboko. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana alishangaza dunia kwa jinsi alivyombwaga mpinzani wake mkubwa Hillary Clinton kinyume na matarajio ya wengi. Rai nguvu ya hoja linaandika, gazeti mahususi na maalum sana kwa kuandika habari kwa mitindo ya makala linaandika, yametimia, JPM amwaga pongezi. Lakini kuna hizi dondoo hapa. Hatima ya Mugabe, Museveni. Trump alidai kuwa akiingia madarakani atahakikisha anawakamata na kuwafunga Robert Mugabe ambaye ni rais wa Zimbabwe na rais wa Uganda Yoweri Museveni, sababu kubwa akidai wanatawala mataifa yao bila kujali demokrasia, hivyo wanastahili kufungwa gerezani haraka iwezekanavyo. Haya yametimia kama hivyo kuna dondoo nyingi kuhusiana na uchaguzi wa Marekani. John Cheyo anasema wiki hii mbaya sana. kwenye magazeti yanaandika lugha ya Kiingereza na tuna gazeti moja tu la Daily News, lenyewe linaandika, Magufuli ampongeza Trump, ni kupitia ukurasa wake wa Twitter ametwit katika pongezi zake Dr Magufuli, mbali na kumpongeza, amemwambia Bwana Trump na Wamarekani kwamba uh, yeye na Watanzania wataendeleza ushirikiano na urafiki baina ya pande mbili hizo. So, pichani kushoto anaonekana rais mteule wa Marekani Ronald Donald Trump na kura zake 276 huku mpinzani wake Hillary Clinton akiwa na kura 218. Mgombea wa uchaguzi huo wa Marekani ku, alipaswa kupata kura maalum zinazochagua rais wa nchi hiyo ambazo ni 270, lakini Bwana Trump yeye kama unavyoona hapo alijipatia kura 276. Habari nyingine inasema uh, chini uh, picha inasema kamati ya bunge hesabu za serikali PAC imetoa wito kwa serikali kuwasilisha bungeni mara moja mpango wake unaoelezea namna gani italipa deni la zaidi ya shilingi trilioni moja na nusu inalodaiwa na mifuko ya hifadhi za jamii. Lakini chini ya neno Trump pale kwa unavyoona, na sita yake pale inasema, chini inasema mamlaka ya mapato Tanzania TRA hatimaye kukusanya shilingi bilioni 17 kufuatia kushinda kesi husika zenye thamani hiyo. Twende michezo kwanza, gazeti, ilo, ilo, na gazeti hilo lakini naandika kuhusiana na yaliyotokea huko jana nyanda za juu kusini mkoani Mbea huko yaliyotokea. Wapenzi wa soka, mmesikia haya, Prisons yaitia jela simba na kuipa kipigo cha pili vinawa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Haya, maafisa wawili waandamizi wa, wa shirikisho la soka nchini TFF wapandishwa kizimbani mahakama ya kimu mkazi Kisutu jini Dar es Salaam kwa tuma za hongo ya shilingi milioni ishirini na tano. Watumiwa hao ni Martin Meki na Juma Matandika. Aya, Marsh Athletic, yang'ang'aniwa na panama ya Iringa ni katika ligi kuu ya soka ya wanawake. Hayo majina asikushtue, yani timu za Tanzania zinazoshiriki ligi ya soka ya wanawake. Michezo, wazawa wafunika wageni VPL aya Uh, e, pichani mwamuzi Martin Sanya kizongo ya Simba katika mechi ya tano ya jadi Oktoba mwaka huu jijini Dar es Salaam. Liverpool na methali ya kidole kimoja. Haya, Mtanzania Flaviana, ushindi wa Trump umenishtua, asema hakuvutiwa na sera zake na kampeni chafu, haogopi tishio la watu weusi kufukuzwa, asema urais ni taasisi. Haya, kibonzo hapa Eh, dada na kaka wanatia story wanapata vinibu. Dada anasema unaweza kunitajia sababu moja iliyompa ushindi Trump? Jamaa anajibu ndio. Dada anaendelea kumuuliza ni kitu gani? <laughs> jamaa anaambia kura. <laughs> shote ndikilia kura Tanzania Daima. Uh, jamani uh, Arthur Mwambeta anahitaji msaada. Ni mchezaji nguli aliyewika na klabu ya Simba tangu enzi za Sunderland na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na ya Prisons. kama Trump ya idua za Simba, mashabiki wa soka Mbeya <laughs> eh, Prisons, aka Trump. Haya. Simba kapigwa, kapigwa tena yafungwa na Prisons, lakini bado yaongoza ligi. Maofisa wa TFF korotini kwa rushwa, wanaonekana hapo pichani. Mmoja wa maofisa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Juma Matandika, huyu ni mshauri wa rais wa TFF Jamali Malenzi, akitoka kusikiliza shtaka linalomkabili la kuomba rushwa ya shilingi milioni ishirini na tano katika mechi kati ya timu ya Tabora Football Club na Geita Gold Football Club katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Haya. <coughs> Kitu hakibonzo hiki kipisi hiki kipisi, shepu yake huwa anakwambiaga mtazamaji wa Channel 10, kijamaa hiki kipisi kichwa kikubwa kina yaani kiko kama ufunguo wa gari vile eh, au kinjiti cha kiberiti. Anamwambia refa, refa, ile ni penalty kabisa refa. Anamwambia chukua filimbi kachezeshe wewe. <laughs> Haya ha, Zanzibar leo linaandika Simba nguvu ya soda linaandika katika mtindo wa kuuliza a, JQ, JKU yaiathiri taifa ja ya ng'ombe. Habari leo wea, kuna picha maridadi kabisa hapa ya netiboli hapa. Haya, simba yakalishwa tena, ni huko Mbea, maofisa TFF wapandishwa kizimbani. Uhuru linaandika simba yakatwa mkia. Haya, habari nyingine, yanga mikononi mwa lwandamina Vigogo TFF kizimbani, ni katika ile kesi ya tuhuma ya kudai shilingi milioni 25. Burudani linaandika Lwandamina kuifumua Yanga, twitebu so out aya, Simba yapigishwa kwata. Kurasa wa mwisho wa gazeti hili aya, bilioni mia tatu na nane kumng'arisha Ronaldo aya, Mourinho ang'aka kocha mpya wa Inter Milani, huyu anaitwa Stefano Pioli anachukua nafasi ya Frank de Boer aliyetimuliwa. pumzi kisoda, ndio linavyoandika gazeti hilo la Bingwa. Yanga yafurahia Simba kukata upepo, yaiandalia dozi nene Ruvu Shooting, Lwanda mina kushuhudia. Lakini kuna kibonzo hapa, kuna bwana rangi yake ni ya njano, kaputula yake ya kijani, viatu vyake vyeusi, alafu kulia pale anaonekana askari magereza na kuna mfungwa pale ndani. Huyu mfungwa bila shaka, kwa mchoro huu, ni mambo ya mechi ya jana ya ukombea. Hasa huyu bwana wa njano anauliza, huyu mfungwa, sijui watamrusha da kwa ndege ama kwa vipi? Anaonekana mfungwa hapo kama anaomba dhamana, si anaomba atoke humo ndani. Haya, twende kazi. Kinachoiua simba hiki hapa, kumekucha. Haya, bingwa linaandika Trump atinga ikulu USA, venga atapona. Ndivyo linavyoandika gazeti la Bingwa. Haya, Mwagito na yeye ni mwamuzi. Mwamuzi huyu anasema leo situmii kadi yoyote, nitatumia maamuzi magumu. Kinu kimwangalia huyo mwamuzi, ana filimbi afu mkononi kashika nini? Kashika bastola. Sasa anaposema atatumia maamuzi magumu, akili za mbayu wayu changanya na zako mwenyewe. Haya, Spoti leo tumalizie nayo. Linasema mtupishe Yanga waiambia Simba. Mshabiki Arsenal awa rais wa Marekani. Rooney akataa kwenda kucheza China. Maofisa wawili TFF kotini kwa rushwa. Haya, mashabiki wa uh, mshabiki wa Arsenal ashinda urais wa Marekani. Huyu bwana Trump wakati wa kampeni zake kuna mara alisema amechoka na Arsenal Wenger, timu ya Arsenal inafungwa fungo na vitimu kama vya Swansea, atimue aondoke. Na kama ni tatizo la mshahara, yeye yuko tayari kumlipa mshahara wa miaka hamsini kocha atakaye kuja kuifundisha Arsenal. Amesema mimi ni mshabiki namba moja wa Arsenal, ni mshika bunduki halisi. Nilitarajia klabu zetu izitise klabu ndogo. Hiyo ni nukuu ya maneno ya Trump wakati alipokuwa katika kampeni zake za uraisi. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka hapa nahitimisha kipindi hiki cha asubuhi njema. Shukran kwa